Kwa kawaida kila ifikapo mwisho wa mwaka tunaangalia na kupitia vipindi mbalimbali tunavyoandaa kwa muda wa mwaka mzima. Kipindi hiki kilianza rasmi kurushwa hewani mwezi wa nne mwaka 2017. Mtazamaji, lengo la kuanzishwa kipindi hiki ni kueleza fursa nyingi zilizopo katika kilimo Tunaamini kila mkulima akifuata taratibu na maelekezo ya maafisa ugani lazima atafanikiwa. Ndiyo maana kipindi hiki kikaitwa Kilimo Ajira Yangu. Serikali ya awamu ya tano imekuja na sera ya uanzishwaji wa viwanda hapa nchini, na viwanda vingi vinategemea mazao kutoka kwa mkulima. Mtazamaji, tumekuchagulia baadhi ya vipindi kuanzia mwezi wa nne hadi leo. Karibu mtazamaji. maji. Wakulima wa korosho wamenufaika sana na bei nzuri na kubwa ya korosho baada ya serikali kuweka utaratibu wa kila mkulima kuwa mwanachama katika chama cha ushirika cha msingi. Mwaka huu tumepata e, jumla ya wanunuzi 79, na tuna leseni za aina mbili. Kuna wanunuzi wa kusafirisha korosho nje, na kile tuna wanunuzi ambao wananunua kwa ajili ya kubangua korosho kwa bahati mbaya sana, ni, ni, ni, ni, ni wanunuzi sita tu ndio walionunua waliokata leseni ya korosho za kubangua. Kama nilivyosema, mpaka mnada wa mwisho wa wiki ya pili tumepata kunia tani sitini na nane elfu mia moja sabini na nane katika mnada wa kwanza na mnada wa pili na bei mwaka huu ni nzuri kuliko minada yote hata ya mwaka jana. Mwaka huu bei ya chini kabisa katika mnada wowote ule ni shilingi elfu tatu mia saba na themanini. Mwaka jana hatukufika elfu tatu. Bei ya chini kabisa tuliyoipata mwaka huu ya chini kabisa ni shilingi elfu tatu mia saba na themanini na bei ya juu tuliyoipata mwaka huu ni shilingi elfu tatu mia tisa na arobaini Halafu ni korosho zote zilizoingia katika mnada wa kwanza na wa pili kwa mikoa yote, zote zilizokuwa kwenye magala zote zinanunuliwa, hakuna inayobaki. Ndio kusema wakulima wamepata bei hiyo, kati ya shilingi elfu tatu mia saba themanini mpaka elfu tatu mia tisa na arobaini Ni bei mzuri sana. Mwaka jana tuifikia elfu nne lakini tuliuza tani hamsini tu <laughs> kwa elfu nne Sasa unapo hivi elfu tatu mia tisa arobaini ukiuza tani elfu moja ni pesa nyingi. Kwa hiyo tunashukuru mwaka huu, na mimi ninaona ninaona e, trendi niseme, ninaona e, mwelekeo, kila mnada bei inapanda, hata ya kuanzia na kwamba kila zinazonunuliwa tunawahimiza tunawahimiza kabisa, tafadhali waziondoe kwenye magala waanze kazi ya kusafirisha. Napenda kusema kwamba mwaka huu mpaka hivi tunavyosema, wanunuzi wote wa mnada wa kwanza na wa pili, mikoa yote, fedha zimelipwa tayari. Tuliwapa siku nne za kazi. Kwa mfano, runali siku nne za kazi kwa mnada wa Jumapili, siku za saaza Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamisi, Alhamisi. Ndio siku nne. Siku ya nne lazima hela ziwe zimekwisha ingia kwenye chama kikuu cha ushirika, na mimi nafurahi kwamba wanunuzi wetu mwaka huu jambo hilo wamelizingatia, mpaka sasa hatujui huko tunakokwenda. Na tulikubaliana kwamba siku nne za mnunuzi kuingiza fedha kwenye chama kikuu cha ushirika. Sasa kwa bahati mbaya hatukukubaliana, hatukupanga siku ngapi tuchukue kutoka chama cha ushirika kupeleka fedha kwenye vyama vya msingi. Kwa hiyo chama cha msingi kinapeleka jina la mwanachama, namba yake ya akaunti kwenye benki na kilo zake, na kilo zake ziliuza shilingi ngapi kwa kilo, jumla shilingi zake ngapi, wanapeleka benki. Kazi ya benki sasa ni kuhakikisha kwamba wanaingiza zile fedha kwenye kila akaunti ya mwanachama. Sasa kuna wengine mpaka leo wanabishia kufungua akaunti. Sasa tunasema sio kwamba hawatalipwa, lakini tutaanza kuwalipa wale waliofungua akaunti benki. Wale ambao hawajalipwa wanaotaka wapelekewe ile fedha ya kutoa benki, lazima ikatiwe bima, lazima tuikatie bima kwa sababu usipokatia bima inaweza kutokea jambo lolote barabarani, lolote sio mbele, lakini linaweza Hasan Yasin Mpako ni mwenyekiti wa chama cha ushirika cha msingi Liwale msingi zao la korosho ni zao ambalo tuna imani kubwa sana kwamba linaingiza kipato kingi kwa mkulima na kupanua ajira kwa mfano sasa hivi zao la korosho limefika kati ya bei ya shilingi elfu tatu mia nane mpaka elfu mbili mia nane kwa hiyo katika kilo moja ya korosho kilo mia mbili tu unapata bei kubwa kiasi hicho, utaona jinsi gani zao hili linaweza kama lika, litaendelea lika, lika linaweza likaondoa umaskini kwa wakulima kwa, kwa, kwa wetu, jambo ambalo pia tumefanikiwa baada ya kuwa na mfumo wa stakabadhi galani. Tu hili gala lilikuwa halina, halina mizani, kwa hiyo tumenunua mizani kubwa weighbridge, ambayo sasa hivi tunapima mizigo yetu kwa, kwa, kwa urahisi zaidi lakini mipango yetu ya, ya baadaye, tunahamasisha wakulima sasa hivi kama mlivyojionea kwenye maeneo kwamba wapande mbegu za kisasa, na kwa sababu wilaya yetu ya Liwale kuna karibu hekta elfu tatu mzima ambazo ni maeneo ambayo ya wazi hayajaendelezwa haya, kwa sasa tunafanya kazi ya kuhamasisha vijana wenye zaidi ya umri wa miaka 25 kuwa na mashamba mapya. Tuna imani baada ya miaka mitano tunakadiria kuongeza eh, kilimo hiki kwa kiasi kikubwa sana, na chama chetu tumejiwekea mkakati wa kila mwanachama awe na, na shamba lisilopungua heka tano eh, ambalo amepanda mikorosho ya kisasa tunaamini kwamba nayo itakuwa ni changamoto kwa wakulima wetu na wanachama kuhakikisha zao hili linaendelea kupanuka. Hiki chama kimeandikishwa mwaka 1988. Ni, ni chama kikubwa na ni kikongwe cha muda mrefu na kina wanachama mia saba na hamsini. Eh, akina mama wako mia nne na akina baba E, wako mia, mia tatu na hamsini. Kwa hiyo kimezingatia sana jenda e, <laughs> e, kwa hali hii tuna, tuna, tuna, tunaomba sana juhudi hizi za kuhamasisha kilimo hiki kiweze kuendelea kwa sababu, kwa sababu ni namna gani nyie wenyewe mnaona namna kinavyoongeza ajira kwa mfano gala hili tu kuna, kuna ajira karibu ya vijana wanayefanya kazi wapatao 40, lakini pia kuna kina mama lishe nao wamepata ajira katika kutoa huduma katika maeneo haya. Lakini magari yanayokuja nayo kusomba korosho kuleta hapa, nadhani karibu vijana hamsini wameweza kupata, kupata, kupata ajira kwa hiyo e, tukisema kwamba Eh, kilimo ni ajira yangu, nadhani tuko sahihi zaidi. Mheshimiwa mbunge wa Ruangwa Majaliwa Kassim Majaliwa, ambaye pia ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, licha ya majukumu mazito ya kiserikali aliyonayo, lakini yeye ni mkulima amekuwa akijishughulisha na kilimo cha alizeti, mahindi, ufuta na korosho. Kipindi hiki kimefanikiwa kufika shambani kwake kata ya Nandagala na kujionea kazi kubwa ya kilimo cha alizeti. Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, pamoja na kuwa mwanakijiji lakini amekuwa akitumia nafasi yake ya ubunge kuhamasisha wananchi wa wilaya ya Ruangwa kuwekeza zaidi katika kilimo cha mazao ya biashara na mazao ya chakula ili kuinua kipato chao na kuendeleza wilaya hiyo. Hivi karibuni, aliyoeleza wanakijiji wenzake, amepata mwekezaji ambaye amekubali kujenga kiwanda cha kukamua mafuta ya alizeti. ardhi yetu ni nzuri kwa alizeti. Tumepata mwekezaji, alikuja wiki iliyopita, amezungumza na mkurugenzi, wakati mzuri akakuta na kiwanda cha alizeti kwa kufanya kazi pale Rongo mjini, ada kuchukua hilo. Lakini amesema ili kiwanda kifanye kazi lazima wa watu walime. Amesema mbegu analeta yeye, ye wewe ye. kazi yako kulima shamba, hiyo shida iko wapi? Alizeti, miezi hii mitatu tunapata hela zake. K fanyeni jitihada, kila mmoja aanzishe shamba, wale walizeti. Bibi shamba atatembelea vijiji vyote kwa uratibu wa shamba, ajue kuna eka ngapi, na atakwenda kuziona ili agize mbegu, atamwambia alete mbegu ili alete, inapewa mpana. lakini ziko jitihada ambazo tunazifanya kwa pamoja, serikali na mimi kama mbunge Eh, serikali ikitoa mwongozo tunakaa pamoja, tunakubaliana halafu tunapita vijijini wakati wa mikutano kufanya kampeni. Kampeni hii tuna uhakika italeta mat matunda kwa sababu fursa ya wilaya Ruangwa, kupitia ardhi hii imetuwezesha mwananchi wa Ruangwa, kama kweli akijikita kwenye kilimo, anaweza kuwa anashika fedha mwaka mzima wa fedha, na sisi kwa sababu hii sasa tumetengeneza kauli mbiu inayosema, kama unataka fedha fedha fedha, zinapatikana shambani. Kwa nini? Mwezi Disemba tunapopata mvua za masika, wananchi wanaweza kupanda mahindi kama zao la chakula, lakini pia za akaanza kupanda alizeti kwa hili zao jipya ndio msimu wake, lakini pia tunafanya maandalizi ya kilimo cha mbaazi na mazao haya yanaiva katika vipindi kuanzia mwezi Machi tunaanza kupata tunaweza kuvuna alizeti ambayo tumeipanda Januari, lakini kadri tunavyokwenda mpaka mwezi Mei tunaanza kuvuna mbaazi ambazo tumezipanda huko nyuma. Hii yote tunapata fedha, na zao la chakula mahindi liko pale na watu wanavuna, na anapenda kuuza kidogo anaweza kupata fedha, lakini pia wale ambao e, walikuwa wanahitaji kwa chakula ndio msimu wake. Kadri tunavyoendelea zao hili la ufuta ndo linaanza pia kuiva kipindi cha mwezi wa sita mpaka wa saba. Kwa hiyo, biashara hii utakuta kila mwezi watu wanafanya biashara kupitia mazao mbalimbali mbali. Na zao la mwisho ni lile la, la korosho zao kuu ambalo mavuno yake yanaanza mwezi wa nane wa tisa inakwenda mpaka mwezi wa kumi na moja. Kwa hiyo, wilaya Ruangwa ina mzunguko wa kifedha kupitia mazao, kama mkulima kweli ameamua kupata fedha, kutafuta fedha akitumia shamba fedha kwa hiyo tunasema mazao yetu ya biashara: ufuta, mbaazi, korosho yenyewe, na ili zao la alizeti la, la, bila kusahau zao ambalo tunalitumia sana sisi la, la mihogo. Mihogo ni zao la asili, zao la asili kwa maana ya linatumia hapa kwetu, si tunalitumia sana kama tu mahindi. Mwaka huo msimu haukuwa mzuri, basi mihogo inakuwa ndo zao ambalo tunatumia kwa chakula lakini sana sana watu wanatumia kwa kuuza nje, maeneo ambayo yana upungufu mkubwa wa chakula. Kwa hiyo mazao yetu haya ndani ya wilaya ya rwangwa yametupa fursa, na mazao haya yamethibitishwa kwa mbegu zake kwamba ni mbegu sahihi kwa ardhi yetu. Tunacho chuo jirani, mkoa wa Mtwara, chuo cha Naliendele kimefanya vizuri sana. Kimefanya utafiti wa zao la korosho, na tumeweza kuona utafiti wao umeleta matunda makubwa. Hata mazao mengi yanayopata kupitia korosho sasa ni matokeo ya utafiti kutoka Naliendele, lakini pia wamefanya utafiti wa zao la mbaazi na wameweza kubaini kwamba eneo hili letu naweza kuzalisha mbaazi nyingi. Ni ma matokeo ya utafiti uliofanywa na chuo cha Naliendele. Vilevile wamefanya utafiti wa zao la ufuta, zao la ufuta wameweza kugundua kwamba ardhi yetu iliyoko ndani ya wilaya Ruangwa naweza kuzalisha sana, na wakaamua kuipa jina la Lindi wanu. Ufuta mweupe mzuri, mkubwa unatoa mafuta mengi sana, ni matokeo ya utafiti wa zao e, wa kituo cha Naliendele. Mihogo nayo wametutafutia mbegu mzuri, tunalima ndani ya mkoa wa Lindi, tunalima pia na mkoa wa Mtwara. Kwa hiyo mbegu hizi tumezipata kutoka chuo cha Naliendele kwenda sisi, ambao tuna ardhi mzuri isiyohitaji mbolea, tumeamua kutumia fursa hiyo. Kwa hiyo mkuu wa wilaya wetu mkurugenzi wetu na timu yake ya idara ya kilimo na mimi kama mbunge, jukumu letu sasa, kila tunapokwenda vijijini, moja kati ya ajenda ni kusisitiza kilimo, kila mwananchi ajihakikishia anapata eneo la kulima moja kati ya mazao ikiwezekana yote, kwa sababu pia yanampa fedha msimu mzima. baazi ni moja kati ya mazao yanayolimwa kwa wingi hapa nchini. Hali ya hewa inayofaa kwa kilimo cha mbaazi ni nyuzi joto 18 hadi 37, na inataka mvua kiasi cha milimita 250 kwa mwaka. Kuna makundi makuu matatu ya mbaazi. Kundi la kwanza mbaazi za muda mrefu ambazo huchukua miezi sita mpaka saba shambani. Aina hii ni ndefu sana, ina matawi machache na inafaa sana kwa kilimo cha mseto. Kundi la pili mbaazi za muda wa kati. Mbaazi hizi hukomaa ndani ya muda wa miezi minne na nusu mpaka sita, ina matawi mengi na miti yake ni mifupi na kundi la tatu mbaazi za muda mfupi. Kundi hili la mbaazi hukuwa na kukomaa ndani ya miezi mitatu hadi mitatu na nusu. Kwa miaka ya hivi karibuni, zao la mbaazi limekuwa moja ya zao la biashara katika maeneo mengi hapa nchini. Hii ni kutokana na ongezeko la walaji na uwezo wake wa kustahimili ukame na mvua chache maeneo mengi hapa nchini. Wilaya ya Ruangwa imejiwekea utaratibu wa kuhamasisha wakulima wa mazao mbalimbali mbali ya biashara na ya chakula. Zao la mbaazi ni moja ya mazao yatiliwa mkazo, pamoja ya na kuwa ni zao la chakula, kwa sasa zao hilo limeingia katika biashara kutokana na mahitaji kuongezeka. Joel Silave ni afisa kilimo kata ya Likunja. Anasema kutokana na umuhimu wa kukuza ukulima wa zao hilo katika kata yake, waliamua kuandaa shamba darasa kwa wakulima wa kata hiyo, ili kutoa elimu kwa vitendo. Mbaazi hii ni aina ya, ya mbaazi ambayo inaitwa komboa na ilitoka katika kituo cha tafiti Mati Ilonga ambako ndio, ndiko, ndiko mbegu hizi zikotokea. Sifa mbegu hizi ni kwamba zinazaa vizuri sana na zinastahimili ukame, lakini pia zinastahimili na magonjwa ambayo yanapatikana katika zao hili la mbaazi. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ukanda huu wa huku kwetu wilaya Rwangwa, tulipendekeza kwamba hizi, hizi mbaazi hizi zizalishwe huku ili wakulima wetu waweze kujifunza kwa vitendo kupitia mashamba darasa na ndipo tulipotoa mafunzo, na sasa hivi hizi mbaazi ndo mba zimefikia kwenye hii steji ya kutoa maua na kuzaa. Kwa hiyo wakulima wetu wale ambao tuliwapa tuli, tuli, tuli mafunzo walikuwa wanakuja awamu kwa awamu kuja kujifunza zaidi nini kinaendelea kuanzia tulipopanda mpaka hii hatua ilipofikia. Changamoto zipo kwenye, kwenye, kwenye baadhi ya, ya mimea ambayo tumeweza kufanya follow up tumegundua kwamba kuna baadhi ya wadudu ambao wanapenda sana kushambulia kwenye haya maua, lakini pia tulikuwa tunatumia dawa ambazo kuna dawa moja tulitumia inaitwa karate, tulikuja tukapuliza, kwa hiyo yale mashambulizi ya wadudu yakapungua lakini pia kuna changamoto nyingine ambayo tulikutana nao ni kwamba baadhi ya maua yalikuwa yakishatoka hivi huwa yanadondoka, lakini tukaja tukagundua kwamba ni kwa ajili ya upepo. Pale upepo unapokuwa mkali huwa anadondoka. Lakini ukiang, ukiachana na hiyo, changamoto nyingine kubwa iliyojitokeza hakuna, na mpaka saizi hizi hizi mbaazi mba ziko kwenye stage tu nzuri. Kwa hiyo wakulima wengi mpaka kufikia stage hii iliyofikia wameweza kujifunza na kubaini kwamba hii mbegu ni mzuri zaidi ukitofautisha na ile ya kwao ambayo ni ya kienyeji, kwa sababu tulipanda proti mbili ili kuitofautisha kati ya kwao ile na ya kienyeji pamoja na hii mpya ambayo kwa mara ya kwanza ndo inazalishwa ina, ina katika eneo hili. Kwa kawaida upande wa mavuno, mbegu zetu za kienyeji tukipanda ndani ya ekari moja tunavuna kuanzia gunia sita mpaka saba lakini kwa hii mbegu ya komboa ina, ina, ina uwezo wa kuzalisha gunia tisa mpaka kumi endapo talima vizuri na kitaalamu zaidi, kwa sababu ni mbegu ambayo inafanya vizuri na, na, na pia hata menejimenti yake ukifanya vizuri inaweza kaongeza zaidi ya gunia kumi. Kupanda mpaka kuvuna hii mbegu inachukua, inachukua miezi mitano, kwa sababu ni mbegu ya muda mfupi tofauti na mbegu zile za kienyeji ambazo tunazitumia, ambazo zinachukua muda kuanzia mwezi mmoja mpaka miezi saba. Ushauri wangu kwa wakulima ninatoa, nina, nina, nina rai kwa wakulima wetu kwamba wao wanajitahidi wana sana kutumia mbegu hizi za kisasa au mbegu ambazo zinastahimili ukame au mbegu za muda mfupi. Kwa maana sasa hivi tunavyofanya, tuna, tuna, tuna mafunzo kwa wakulima kupitia ile zao la mbaazi, tunawashauri kwamba wakulima sasa hivi walime kilimo kile cha biashara watoke kwenye kilimo kile cha mazoea na kwenda kwenye kilimo cha biashara. Ndio maana sisi wataalamu wa kilimo ngazi ya, ya kata tunaoshirikiana na, na, na watu wa Gakani Foundation tulipendekeza kwamba tuwaweke hizi demo waweze kujifunza kwa, kwa, kwa kuona, kwa maana kwamba hizi, hizi, hizi mbaazi ndizo ambazo zinalimwa kwa wenzetu kule Babati ambao wana, wana, wanazalisha kwa wingi na wanapata mafanikio makubwa kutokana na bei, kwa sababu hizi mbaazi ni mbaazi ambazo zina ubora sana. Sokone, sokone, kwa ukienda sokoni, wakipeleka sokoni, wanakuja wanauza kwa kwa bei ya juu zaidi tofauti na hizi mbaazi za kienyeji. Kwao ni vizuri wakulima wetu washawishike zaidi kwa kuona na waje kujifunza hapa kwa wingi, ili watavyokuwa wanazalisha zile mbaazi, wazalishe mbaazi ambazo zina ubora na zenye soko zaidi sokoni. za maji, tunakuahidi kukuletea vipindi vizuri zaidi vya kilimo ambavyo vinaelimisha na kuburudisha katika mwaka huu mpya wa 2018 Sisi waandaji wa kipindi hiki tunakutakia heri na mafanikio katika mwaka mpya wa 2018. Asanteni na karibuni katika kipindi hiki cha Kilimo Ajira Yangu.